na tumeomba ruhusa hapa. Haitafanyiwa hapa, ita, itafanyiwa hapa ndani. Ni sawa? Hiyo iko sawa. Sawa, number two, hakuna mwenye atakata live ama aache kuchukua content yake, but content zote itafika kwa hii mlango, hiyo okay. si ni sawa yes? unajua kwa nini mm. Hapa ndani hawata ruhusu mtu aingie na kamera, so hata kama wewe ni wa kamera utachukua hapa. Ukifika kwa hii mlango unakata unaweka simu kwa mfuko, na hiyo si yangu, hiyo ni masharti ya familia na Okay, pale nje najua kuna makelele. Unajua wale ambao wako nje ni wengi kushinda wenye wako ndani, so mimi nilikuwa nawaomba tu kwa heshima. last last time, last time tulisema watu wote wakate life, si mnakumbuka? Leo hakuna kukata, lakini sisi lazima to behave. ni sawa Ukiingia hapa kama umeficha simu yako hapa, kuna askari na wako na uniform. Sasa hao ndio watachukua simu. Sio Karangu, sio Sir James na sio Ngoni wa Doita. So kwa heshima tu wewe kama unachukua content chukua tu hapa. Ukifika hapa hata kama unataka ku feel body weka simu kwa mfuko, pea Betty heshima yake ya mwisho. Tumeelewana hapo? Hapo ni sawa. Point number two naona familia wameingia. Point number two tuko wengi. Hawa watu wakitoka Content creators, I think tuta move side moja Dio, tupaya wale wengine wa nyuma yetu nafasi sini sawa? So asanteni sana na Mungu awabariki. Karibu sana saje. Asanteni sana tunaendelea na matayarisho, familia iko hapa na wale hawajafika hapa. Wengine they are not very strong, so we will not keep them here because we need to save time. Uh, waja and the team, mwili ikifika tu No, right? Now, tukitoka hapa tukitoka hapa tunafuata barabara moja kutoka hapa Ojei pale kwa roundabout, pita barabara ya Kamitikona twende mpaka Kirigiti tuingie Kiambu town, tupande street mpaka tumbeli, wale walio na magari tuko na askari karibu hamsini kwa barabara, tuko na askari karibu hamsini Tafadhali, kama wesi familia toka kwa kiti na wasisimame hapa, na tunatumia jina tafadhali. Leo ni siku ya kutumia tafadhali, tunawaomba please. Wale wamesimama kando tuondoke. Wale wamesimama kwa uduta tafadhali tuondoke. Tafadhali, tafadhali, tafadhali, ni siku ya tafadhali, na hatuko hapa for long, few minutes we are through, please. Ata hawa walio kwenye huu kuta